Mapema siku ya leo Diva the Boss ameweza kumjibu eh, Roma Mzimbabwe kufuatia kile ambacho alikiandika katika page na ukurasa wake wa Instagram, ambapo eh, siku eh, moja kabla ya siku ya leo eh, kwa maana eh, majira ya juzi Roma Mzimbabwe aliweza kuchapisha e, chapisho lake kufuatia peji yake na ukurasa wake wa Instagram, ambapo katika chapisho hilo aliweza kuandika ujumbe ambao ambacho ameweza Roma siku mbili nyuma, lakini baada hapo takuja kupitisha katika chapisho ambalo ameweza kujibu Diva the Boss, ikiwa ni moja kwa moja katika majibu yake, anaonyesha kwamba amejibu ile chapisho ambalo aliweza kuandika msanii Roma Mkatel, Mkatoliki, ambaye kwa sasa eh, hayupo hapa Tanzania of course, eh, anishi abroad huko Marekani kwa eh, taarifa za kawaida ambazo tunazijua hapa Bongo. So eh, majira ya juzi Roma Mzimbabwe alikuja akaandika chapisho hili kufuatia peji na ukurasa wake wa Instagram insta stori ambayo ilikuwa linahusu maswala ya maji. So chapisho hili lilikuwa linasema kama ifuatavyo, lakini baada ya hapo nitarudi nje nikusomee ambacho kaweza kukijibu Diva. Alianza kwa kuandika hivi eh, eh, ikiwa ni masaa ishirini aliweza kupita. Screenshot hii imeshotiwa na Bonge Price kufuatia peji na ukurasa wao wa Instagram eh, kwa ajili ya kuchapisha hili Roma aliandika na kusema kama ifuatavyo: shida ya maji Dar es Salaam ni vita ya kiuchumi, mabeberu na wanaharakati wanakausha vyanzo vya maji kusudi ili kuigombanisha serikali na wananchi wake, mabeberu wanatuonea wivu flash emoji nne za kucheka. So baada ya chapisho hilo ambalo amekuja kuandika mm, Roma Mzimbabwe amekuja eh, na kuandika Diva the Boss eh, akifanya kama kujibu, lakini of course mwishoni anakuja kujishtukia na kusema kwamba najua mta na mtanitukana eh. Alianza kuandika hivi eh, mvua, ham, eh, mvua hamna maji yatoke wapi tutumie maji ya baharini au na emoji tatu za kucheka. Akaendelea kusema kama ifuatavyo: Diva the boss lady, mambo mengine ya kutumia akili tu, sio hisia binafsi. Nasubiri matusi, nimekaa pale na kunywa wine. Sasa umeweza kuona kwa kabisa hicho ambacho ameweza kukijibu Diva the boss, kinaendana na kile ambacho alikiandika Roma Mkatoliki. So nemni kurudie, faster faster katika haya maandiko yote mawili ambacho kaweza kuandika Roma pamoja na Diva the boss Tunaanza na hichi ambacho aliweza kuandika Roma, shida ya maji Dar es Salaam ni vita ya kiuchumi, mabeberu na wanaharakati wanakausha vyanzo vya maji ili kusudi kuigombanisha serikali na wananchi wake, mabeberu wanatuonea wivu. Uh, alafu Diva the Boss alikuja akajibu na kusema kwamba mvua hamna, maji yatoke wapi tutumie maji ya baharini au akaflash na emoji tatu za kucheka, akaendelea kusema kwamba hivi Diva the Boss Lady mambo mengine ya kutumia akili tu, sio hisia, eh, sio hisia, binafsi nasubiri matusi, nimekaa pale nakunywa waini. Hivyo ndivyo alivyoweza kuandika mtangazaji huyu wa Clouds Media, mini wa Wasafi, kumradhi, hiki ambacho ameweza kuandika kinaonyesha kabisa dhahiri kwamba ni kama vile amejibu ile andiko ambalo aliweza kusema Roma Mkatoliki. So nilikuwa napitia baadhi ya komenti za wadau katika kile kitu ambacho walikuwa nakizungumza kufuatia maandiko haya ya Roma pamoja na Diva the Boss, watu walikuwa wanasemaje? Nem, tuangalie komenti moja baada ya nyingine. Huyo anaitwa manta underscore nilham kiweza kusema kwamba mbona Oman hakuna mvua ila maji masaa ishirini na nne yapo jamani. Mwingine akaanza kusema kwamba Loasa alisema kipaumbele cha kwanza ni elimu, cha pili ni elimu na cha tatu ni elimu. Nimegundua Diva sio kizazi tu, hata akili hana. Kwa hii TZ, Ziwa Victoria tu linaweza kuhudumia nchi nzima na maji yasikate, lakini Mwanza yenyewe wanalia maji. Unaongea nini wewe Diva? Mwingine akaanza kusema kwamba akili zilishatoka na Eh, watu wakawa na mjia juu sana Diva. Mwingine kaza kusema kwamba ye mwenyewe kizazi chake hakina maji eh, kutegemea nini? Mwingine kaza kusema kwamba maskini Diva ndio, ndio anajiona kafikiri hapo. Mwingine kaza kusema kwamba huyu dada apimwe kumkichwa. Mwingine kaza kusema eh, kwamba badala ya kunywa eh, unapata huyo una, kutoa kuchapisha machapisho kama haya eh, anam, anam, anamsema Diva huyu huyu mwingine kaweza kusema kwamba sio kila anayeongea ni timamu. Huyo dada ya hospitali ya rufaa inamhitaji kwa haraka sana. Mwingine kaweza kusema kwamba kwani vyanzo vya maji na mvua tu? Dunia leo mbicho, wako kama umeenda shule ukasikia chanzo cha maji ni mvua pekee. Maskini mwingine kaweza kusema kwamba vijana jifunze kuwekeza kwa urahisi. Jamani, huu mwingine kaweza kusema kwamba wananunua matenki au majaba watunze maji. Dodoma kuna mitaa e, una, unapata mara moja tu kwa wiki, wengine mara mbili kwa wiki na hatulalamiki. Mwingine kaweza kusema kwamba Marekani wanatuonea wivu tu. Huu mwingine kaweza kusema kwamba aji e, na akili zake ndogo anajua maji tunayotumia ni mvua huyu mwingine akaweza kusema kwamba mzigo huyu tusim, tusimpe attention. Mwingine akaanza kusema kwamba mtakuwa mtu pekee ninayokuombea kwa Mungu upate akili kwanza, kwa niaba ya, ya mambo mengine. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba nimegundua huyu mama zero brain. Hivi jiji la Dar es Salaam litegemee maji ya mvua kweli? Huyu mwingine akaweza kusema kwamba huyu dada ni kichwa maji kweli, anakurupuka kum, kumjibu mwana hip hop. Umeelewa nini hapo, anamaanisha nini? Huyu mwingine akaweza kusema kwamba kwa hiyo wamehama hoja ya e, wameibua wame vitu vingine. Mwingine akaenza kusema kwamba sasa, we Diva una akili gani hapo labda? Huyu mwingine akaenza kusema kwamba tatizo ni uranium yetu inafanya mabeberu watuone wivu. Huyu mwingine akaenza kusema kwamba chukua hiyo. Huyu mwingine akaenza kusema kwamba bado e, uka, badala ukalilie huko unakuja kulilia e, e, kitu upashe matatu. Mwingine akaenza kusema kwamba dada ana kerere sana huyu huu mwingine kaza kusema kwamba mimi eh, nakuombea sana kwa Mungu ili uje kuwa star. Huu mwingine kaza kusema kwamba ila huyu kumbe ni zero brain. Mwingine kaza kusema kwamba tatizo, wana eh, wanakuja kujibu pasipo kuelewa. Huu mwingine kaza kusema kwamba diva shida kwenye bichwa ule. Sasa haya ndo umeona umeandika point, point hapo. Huu mwingine kaza kusema kwamba kaenda upi vibaya mno. Huu mwingine kaza kusema kwamba hivi mtu akiwa eh, na sura nyingi akili nayo inakuwa haijulikani ikae kwenye sura ipi? Kumbe huyu mwingine kaza kusema kwamba akili zimemkimbilia chini, huyo anawaza vitu vingine kabisa. Mwingine kaza kusema kwamba huwezi kuongea kwa uchungu hivyo, ni kunyime like. Eh, mwingine eh, kaweza kusema kwamba hivi eh, huyu Diva kweli zimo kweli. Hayo ni baadhi ya machapisho ambayo eh, yameweza kuzua utata sana katika page na eh, ukurasa wa Instagram ambapo yameweza kujadiliwa of course katika wikiendi hii kufuatia hicho ambacho ameweza kujibu Diva kwa kile ambacho aliweza kukisema Roma Mkatoliki. Je, ukiangalia statement ya Roma, wewe unafikiri labda amemaanisha nini? Nimgoja nirudie nikusomee kile kitu ambacho amekiandika eh, eh, Roma, Roma, Roma, lakini baada hapo utaje kuniambia kwa upande wako unahisi labda Roma alikuwa anamaanisha nini? Roma alikuja na kuandika hivi: shida ya maji Dar es Salaam ni vita ya kiuchumi, mabeberu na wanaharakati wanakausha vyanzo vya maji ili kusudi kugombanisha serikali na wananchi wake, mabeberu wanatuonea wivu, akafaka flash emoji nne za kucheka. So kwa statement hii ambayo akaweza kuandika Roma, wewe unafikiri labda hapa alikuwa anamaanisha nini? Tufungulie kodi hii hapa. Ni Blue House, Dax Media langu jina.